Mimi ni dr Anthony Assey, ni mkurugenzi kaimu mkurugenzi mtendaji wa taasisi ya mifupa ya MOI. E, kama ambavyo mmeona leo tulikuwa tunaadhimisha, tumefikia kilele cha maadhimisho ya wiki ya huduma kwa wateja duniani. Lengo la maadhimisho haya ilikuwa ni kujifanyia tafakari na kuona jinsi ambavyo tumetoa huduma kwa wateja wetu na vile ambavyo tunaweza tukaboresha ili mwisho wa siku tuweze kutoa huduma iliyo bora zaidi kwa wateja wetu ambao kwanza ni wagonjwa, lakini pia wateja wetu wa ndani ambao ni wafanyakazi wenzetu. Taasisi imekuwa ikifanya jitihada kubwa kwa kuongeza utoaji wa huduma, ubora wa huduma kwa wateja, kwa sababu pamoja na utaalamu tulionao katika maeneo ya upasuaji wa mifupa, uti wa mgongo pamoja na ubongo lakini tunahitaji pia skills au uweledi katika kutoa huduma kwa wateja wetu, kwa sababu tunafahamu kwamba sehemu yote ya kutolea huduma, uwezo wa kutoa huduma huwa ni jambo jingine ambalo mara nyingi huwa linakuwa halijaangaliwa sana. Kwa hiyo taasisi yetu imefanya kazi kubwa kuweza kuendelea kuboresha hiyo hiyo tasnia ya utoaji wa huduma, na mambo mengi yamefanyika. Mojawapo ni kuunda kitengo rasmi cha huduma kwa wateja. Kazi ya kitengo hiki ni kuwapokea wateja wetu, kuwaongoza kwenye zile sehemu za kupatia huduma, lakini kuwasikiliza zile shida na changamoto zao walizonazo, kusikiliza maoni yao, kuchakata hayo maoni, halafu kuishauri management jinsi ya kufanya maboresho, kuendelea kutoa huduma iliyo bora zaidi. Na tumepiga hatua kubwa, tuna eh, eh, tunaita patients, client, eh, patients lounge ambapo wanakaaga ndugu wa wagonjwa wanaposubiria kupata huduma, basi ile tumetumia kama ni platform nzuri ya kuweza kuzungumza na ndugu wa wagonjwa pamoja na baadhi ya wa wagonjwa kujua kile ambacho wanachofanyiwa na vile ambavyo walitamani itokee pale. Zinatokeaga pongezi nyingi, lakini pia yanatokea malalamiko, lakini pia inatokea ushauri, na kwa vile vyote vinafanywa kazi na wanapata feedback au mrejesho kwa hiyo tumeona kwamba ni hatua nzuri ya utendaji wa kazi zetu. Lakini pia taasisi kwa kuona e, maeneo ya kutolea huduma yameendelea kuwa finyu kutokana na kuongezeka kwa idadi ya watu ambayo ni reflection ya kuongezeka kwa population kwenye jiji la Dar es Salaam na nchi kwa ujumla, imejitahidi na kwa msaada mkubwa kutoka serikalini, kuongeza kupanua sehemu za kufanya kazi. Kwa hiyo tuna miradi ambayo kwa sasa inaendelea. Mradi mmojawapo mkubwa ni mradi wa kujenga jengo jipya la wagonjwa wa nje au linaitwa New PD. Linakuwa na gorofa nne pamoja na gorofa ya tano kwa ajili ya vyumba vya upasuaji. Lengo ni kuwa na nafasi kubwa zaidi ya wagonjwa wetu na pia kuwa na nafasi iliyo nzuri kwa watoa wa huduma, ili wateja wetu wote waweze kupata huduma iliyo nzuri zaidi. Kwa sasa tunapokea takriban wagonjwa mia sita mpaka mia nane kwa siku, lakini wanapokelewa katika sehemu ambayo kidogo iko congested na namba trend inakuwa na inaongezeka kila mwaka. Kwa hiyo tunategemea jengo hili litakapokamilika, tunaweza hata kudabo idadi ya wagonjwa ambao tunawaona kufika mpaka elfu moja mia tano hadi elfu moja mia sita kwa siku kwa wagonjwa wa nje, na watakaa kwenye sehemu ambayo kidogo ni nzuri zaidi na ina nafasi zaidi. Mradi mwingine mkubwa tumeichukua kwa msaada wa serikali, hospitali iliyokuwa inaitwa Tumaini zamani iko Upanga na sasa iko katika hatua za mwisho za kufanyiwa ukarabati na kui face lift. Ile itakuwa ni, ni kitengo cha kliniki ya wagonjwa wa nje ambapo tunategemea pia itaongeza nafasi ya, ya, ya hospitali kuendelea kutoa huduma kwa wateja wetu. Tuna mradi mwingine mkubwa wa kukarabati na kuzibadilisha mwonekano wodi za wagonjwa za watu mashuhuri au VIP, lakini pia wagonjwa wale ambao wanakuja katika form ya private ili waweze kupata vyumba ambavyo vya kiwango kinachoendana na viwango vya sasa vya kimataifa vya mahospitali na tumeongeza eneo hilo kutoka vyumba vilivyokuwepo hadi kufikia idadi ya jumla ya vyumba ishirini na tano ambavyo vina hadhi ya hali ya juu sana ya vyumba vya mahospitalini. Lakini pia tunaendelea na training kwa timu ya customer care, lakini watumishi wote tunafanya mafunzo ya mara kwa mara ambayo yako tailor made jinsi ya kutoa huduma kwa wagonjwa wa ambao ndio wateja wetu, kuwasikiliza, kujua mahitaji yao na kurahisisha actually maisha yao na upatikanaji wao wa huduma katika taasisi hii. Tunaamini kwamba kwa, kwa maadhimisho haya maadhimisho kama haya ambayo huja kila mwaka, inakuwa ni nafasi nzuri ya kufanya reflection, lakini pia ya kuweka malengo kwa ajili ya mwaka unaofuata based on easy, easy experience ambazo tumepata katika mwaka huu unaomalizika. Kwa hiyo tunategemea kwamba huduma yetu itaendelea kuboreka na ni nia ya taasisi na management yake kwa ujumla kuboresha huduma kwa wateja wetu ili ziweze kuendana na kiwango cha kimataifa na hasa kukidhi haja ya utalii tiba ambayo ndio theme kubwa ya serikali katika tiba katika nchi hii kwa sasa. Asante sana.